Bwana fresh kabisa, jina lako nani? Shabiki wa timu gani? Bwana mimi shabiki wa Simba na, na, kwa jina naitwa Rashidi Amili, mshabiki eh, mkubwa wa Simba na mdau wa michezo kiujumla. Jumapili mnacheza na mmetangazia viingilio vya kuingia uwanjani. E, ikiwa kiingilio cha chini kabisa ni shilingi 5000 ambapo ni mzunguko ila ndugu zenu Young Africans wanaingia bure kabisa. Unadhani kwa namna gani Simba mmefanikiwa kuuza mashabiki bure wa, e, mashabiki kwa pesa uwanjani ikiwa ndugu zenu Young Africans wanaingia bure? Aa, kwa mimi nataka niseme kwamba tunashukuru kwamba uongozi wa Simba ni, ni uongozi wa kimichezo zaidi na si uongozi wa kisiasa siasa. Na uaga, mara nyingi tunapopata kiongozi ambaye ana asili ya siasa uaga, anatuumiza sana kwa sababu anatoka kwenye fakti za kimichezo. Sasa ukienda kuangalia kwa, kwa fakti za kimichezo huwezi kuingizwa bure. Ukiingi, yani kwa fakti za kimichezo mpira wa miguu hauhitaji kuingizwa bure kwa sababu klabu ina matumizi mengi ya kifedha na mpira unategemea mashabiki ili kuingiza sehemu ya kipato. Yani ukitoka katika sehemu ambayo mpira unatakiwa upatie faida ni kutokana na mashabiki kuingia kiwanjani kwa, ki, kwa kiingilio. Leo unapoenda kuangalia unaingia bure, ina maana unairudisha klabu kimaendeleo. Na mchezaji ambao anahitajika kununuliwa kwa thamani ya bilioni moja leo unaweza usiweze kwenda kumchukua kwa thamani hiyo kwa sababu wewe umeshazoea kuingiza watu bure. Kwa sababu ile ile hela, ile bajeti inakuwa bado ni finyu. Huwezi kwenda kumfikia mchezaji yule. Hebu angalia leo na kutolea tu mfano. Hebu yaangalie katika hii dunia hii ya ulimwengu wa kimichezo katika klabu ambazo zinaongoza kwa kuingiza wachezaji kwa gharama kubwa ni pale Emirates Arsenal Yani ndio klabu ambayo inaongoza kwa kuingiza, yani ukienda kukata tiketi ya, ya, ya, ya, ya mechi ya Arsenal wanacheza pale Emirates inakuwa ni ghali sana, tofauti na vilabu vingine, sasa kutokana na jinsi walivyojiwekea wewe wenyewe. Sasa ukija hapa kwetu Tanzania, Simba hata ikiwa katika hali gani ya kiuchumi, huwezi kusikia kwamba watu waingie bule. Sasa hivi sisi tuna tajiri anaitwa Mo, ushawahi kusikia hata siku moja tunaingia bule? Hii ni jinsi ya uongozi uliokuwa bora. Ukikutana na uongozi ulio bora, lazima kwa sababu ujue mpira wa miguu unahitaji nini, na ndio maana unaona kila mwaka Yanga wanalalamika kwamba wa, wa, wa, kuna hasara kubwa imeingia. Hawapigii hii hasara ya, ya kwamba kuna baadhi ya mechi wanaingia wachezaji bure. Hiki ni sehemu ambacho waangalie kwamba Wanaferi wapi kwa sababu wanasema hapa kuna hasara hii. Hasara inatokana kwamba kuna baadhi ya mechi kama hizi ambazo niza kutakiwa kuingiza kipato kikubwa, kwa sababu hizi mechi ya kimataifa unatakiwa uingize wachezaji kwa washabiki waingie kwa kununua tiketi. Kwanza ukinunua, unakuwa na ufahari, nimechangia klabu yangu, sijaenda, sijaingia, siaenda bul, siaingia kkama nimotisha kuelekea kwenda motisha, kwe, kwelekea, kwa kwa, kwa motisha ma, wachezaji ili kuweza kufuztuh Ah, kwa hamna ah, jambo kama hilo kwa sababu ukiingiza watu bule, hujua hata ambao si watu wa michezo, ni watu ambao kuna muda watu wanakosa kazi, sasa wanasema ngoja na mashabiki twende tukarelax. Hata mimi kama nitapata na, hiyo nafasi, yani kama siku hiyo nafasi kazi zangu nimemaliza mapema, ah, nachukua mbeli wangu na, si bule, ah, mimi nitakuwa upande wa pili, yani niende kabisa nishabikie Yanga. Siwezi hilo jambo halitowezekanika. Lakini kwenda utaenda, kwenda, nitaenda, nitaenda ntaenda bule nitaenda, nitaenda kuwazomea kwa sababu mimi nina asilimia 80. Wale wa jamaa hapa wanaweza kupata matokeo ya aina yoyote, wanaweza kupata hata matokeo ya sare Yanga chali. E, bwana wale watu wana viungo wao wawili tu ambao ni wazuri ambao wanaweza kukaba, na mmoja anaweza kuwakimbiza kuwachosha wote, kina jobu pale chizi vunga ndio usiseme. Kama atapata nafasi mbili, moja amewaangamiza. Kama ile alipata nafasi ya kwanza, ya pili kawaangamiza. Yanga wote wanalia. Na mimi naenda kusema kwamba wale wa jamaa waje na mbinu ambayo kwanza dakika mpaka dakika 60 wao wamefunga. Kama sisi tuliwahi kuwafungia Stella Buchi. Tumepata goli moja hapa. Tukaenda kusema kule tunaenda kufunga booster. Hatufi wasitufunge wala sisi tusiwafunge. Tuhakikishe tunavuka. Kama wao wataenda na mbinu hiyo, mwalimu ataenda na mbinu hiyo. Aa, Yango wanasaidia kukatakata nyanya huku nyanya uswahilini, ila washafanya makubwa Benjamin. Unakumbuka ser, serabili, zladi, wale ah, ile Boss, ile ya Boss Lady ndio walikuja kichwa kichwa, wakaona hawa ah, watu tunawaweza, wakaja kichwa kichwa. Lakini wakisema wangekuwa wana mipango thabiti kama Silva, mimi ninavyowaona wana mipango thabiti kama watakuja kweli, wanasema tunataka tufuzu tuende hatua makundi, Yanga atoboi. Ungekuwa mshauri ungewaambia tu waje wakae nyuma ya mpira wenyewe wazuie. Yaani nyuma ya mpira. Mwanzo, dakika ya kwanza mpaka dakika 60. Ikiwa dakika 61 kwenda huko wajaribu ku, kupiga zile ya counter attack kwa sababu Yanga si watataka watataka watataka goli. Kwa sababu kuna pressure itakuwa kubwa. Formations za mpira zinaonyesha kwamba ukizuia unaruhusu mashambulizi mengi kuja kwako. Uone kama ndo wataenda kupoteza mchezo. Ndugu ndugu ndugu mwandishi. Nakutolea na mfano umeiona Simba tunaingia hatua ya, ya, ya, ya, ya, ya fainali, tulikutana na Stella Buchi. Hebu angalia Stella Buchi walivyokuwa kwenye ubora, lakini Simba ikasema tunatafuta goli. Tulishapata goli, tunaamua kufunga milango, na kweli tulifanikiwa. hatukuingia nusu fainali? hatukuingia fainali? sisi tumecheza fainali, kwani ilikuwa shida nini? sisi tumepata kwetu matokeo ya goli moja, tumeenda kwao, tumesema tunaenda kufunga milango, tunazuia. inaitwa Mourinho style hiyo. Inaitwa Mourinho staili, akikupiga kimoja wewe njoo, njoo na, njoo na, na, na watu wako wote wewe upati goli. Nyinyi na Yanga ni ndugu, sio wagomvi. Kwa nini msiwape mbinu ndugu? Yani kwanza lazima wakitaka tuwape mbinu, wajishushe, wapige magoti. Mwalimu siku zote akikufundisha lazima kwanza aanze kukuweka vizuri. Kama Yanga atasema mimi bwana, nataka na mimi nijifunze kutoka kwa Simba, sisi tutampa mbinu, ila kama ataendelea ah, kuwa mbishi, mwache achakazwe, kwa sababu mimi ndio nitakuwa napata laa, kwa sababu yeye mwenzangu hataki kujifunza, ngoja achakazwe. Amemnyoa mwalimu ah, mwa, mwa, mwalimu amemuonea tu yule mwalimu, ile timu yenyewe imeshachoka. Ujue kwenye usajili, hata kwenye usajili uliofanyika, kwa sababu walikuwa wanachezaje, wanasema kama yule Mohamed Dumbia amekaa ay, eh, amekaa, mwaka, mwaka mmoja na nusu hajawahi kucheza. Leo weti unam, unakuja useme awe ni rizimu ya ziziki hivi kweli, kwa, kwa mtu wa mpira kweli inakuingia akilini mwaka na nusu alafu, mimi nilishangaa kuna baadhi hata waandishi wa habari wakasema huyu mtu hatari, huyu mtu hatari. Watu tukasema jamani eh, kwenye picha ndio kunaongea uhatari mdomoni. ah, kwa, kwa, kwa, ukisema tu mdomoni ah, hata mimi naweza nikasema ah mwakani nitajenga gorofa kama lile. Sasa lijenge sasa uone, lakini kwa, kwa, kwa, kwa mdomoni eh, unaosha ulishajenga. Sasa pale kwenye pichi, atupe kile kwenye pichi bwana, steka lile Ande Boel. Ah bwana, yani, jinsi unajua kwenye usajili, watu wanakupamba, wanakupamba, unaweza usiingize hata kwenye timu yako. Lakini sasa wewe, twende pale kwenye pichi, Ande Boel, tuone ulichofanya. Si tu tumeona kwenye mechi ambayo ilikuwa ile ushindani ya ndani, tumekutana nao, tumeambiwa huyo Ande Boel mbaya, huyo Dumbi mbaya. Ah ukasema, haya, sisi ngoja tuende tukaone. Sasa hivi Azizi Ndambwile anaonekana bora kuliko Barakonte. Yaani nishangaa sana Azizi Ndambwile, ambaye watu wengi hakuna aliyemfikiria, hakuna hata aliyetamani kwamba Azizi Ndambwile atakuwa kikosi cha kwanza. Lakini hebu angalieni maajabu ya Musa yalivyogeuka geuka. Yaani yule Ali ambaye amepokelewa kwa furaha na watu, wakachinja mpaka ng'ombe, tumemkomoa Simba. Angalia wao ndio wanajuta sasa hivi, ile mlikuwa mnamtaka wewe. Ah, kwa kweli, kwa mimi nilikuwa siamini kwa sababu yule mtu ambaye watu wanasema ananyonya mashambulizi sisi tumemgonga nje ndani, yeye akiwa ndio kama kama kiungo ambaye an, an, an, anazuia ba, bala Konte. Wao wenyewe wakasema kila mchezaji wetu tamwita mwisho bala Konte. Nikasema eh! nyie ayeni tu hii lana hii. Azizi Andambwile Konte, Azizi Andambwile Konte, mwisho uweke Konte ah! mchezaji kweli jamani, mmemwona memu vizuri mmemfuatilia, mem vizuri au kwa sababu mmemwona amecheza na Simba, lakini si apewe muda, bado mapema mm. Mchezaji ambaye hakukaa hata miezi sita, ben, benchi aje kupewa muda huo, mpira una formula gani? una anacheza mpira wa aina gani na huku anacheza mpira wa aina gani? Au huku kaja kubadilishiwa namba? Azizi Ndambwile mwana wetu, mimi nasema hata kwenye timu ya taifa, huku Kagoma, huku Azizi Ndambwile, naenda Conte Cafe. Akonte kafeli kafeli tena kwa asilimia mia, mia, yaje yani, yani jinsi matarajio ujue jinsi walivyompokea na jinsi anachokitoa kitu, kitu kwenye pichi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu ile haiba aliyoowa kwamba sisi tulijua kwamba da kweli hapa tumeshapata mtu kweli, tume tumepigwa tumepigwa kichwani Nanu, watu wakasema ile wametupiga kichwani. Ingekuwa kiukweli Yanga kupindua meza, kwa mimi sioni kwa sababu tayari wale Silver tayari washatanguliza mguu mmoja ndani. Yanga ndio utafute pakome. Kuna mechi ambayo ashawahi kushinda mbili bila, yani yeye kaweka la kwanza la pili ha. Na mkubali, ni mchezaji mzuri lakini sijawahi kuona toka huu msimu umeanza, sijaona mwendelezo wake ule ambao alikuwa na miaka miwili nyuma na pia wale Silva angalieni, wanafika miguuni na Yanga watu wanaofika miguuni kwao ni mwiba. Tumeiona mechi ndani, tumeona na Mbeya City Mbeya City, kila dakika wanafika miguuni tumeona matokeo na, naenda kuona kwamba Yanga anakuja kutusaidia sisi watu wa, watu wa chipsi kukatakata kachumbari, tuwape ajira na wao waje kukatakata kachumbari huku, tuwape ajira lakini kima... Yanga, yanga zizi watu chipsi chipsi huko. Huku mimi naenda kuona kabisa, kinaendwa beli bwana, nisaidia kukata kata kachumbari hapo, kuna utatopata, utapata sahani hapo yule, yani winga, winga <coughs> mtoto ndio kapotea katika ulimwengu ulimwengu zimbwe. Yaani, ujue ujue, nakwambia wachezaji wote ambao wametoka Simba wakiwa na heshima kubwa, wakienda Yanga heshima yao inapotea na kutolea mfano mwangalie msemaji wetu ambaye alikuwa Haji Manara, alitoka hapa ana followers zaidi ya milioni na upumbavu. Hebu mwangalie leo ana followers yao. Hebu mwangalie Jonas Mkude na heshima yake ile nungunungu, ameenda kule, ameitwa tena nungunungu pale, amesaidia wenzake kufu, kufu, kwa, kwa, kwa, kwa bebea mabegi kwa fulia jezi, ndicho kilichobaki. Zimbwe, si bado nafasi atapewa tu zimbwe. Kuna mechi ngapi umemwona, umemwona anaanza? Alianza mechi namba 6. Namba 6. Si alimaliza, al alitolewa alitolewa competition namba anaocheza mm. Na mwenzie uliona, uliona kwamba ana uwezo wa kucheza kum kwa kumchallenge Shadrack Kiboka, akaichukua ile namba. Nasema sifa club kubwa namba aliyeko bench na anaanza zile namba uwezo sawa. Ah, wapi bwana, wewe mtoto wa kwanza siku zote mwenye akili, hata kama tunampa kipaumbele kumletea zawadi kama mwanao anakuwa mweu kila siku utamletea zawadi yule kashapotea, watu washamwambia huko unakokwenda fomu yule inakuwa tofauti. Alafu pia nyota yako imewakia Msimbazi, nyota yako ishawaka Msimbazi. Hebu tulia kula maisha na baki na heshima yako ndani ya Simba, kwa sababu kwanza umepewa usinga kapteni, unaongea na kila refarii wewe na mataifa yote unazunguka. Lakini sasa hivi mwangalie kapoteza namba yake mpaka timu ya taifa. Ak okay, mchezo wa saa marudiano zungumza na mashabiki na wanachama wa Young Africans kuelekea mchezo huo. Ikumbuke mnaingia bure, ndugu mtangazaji. Nasema kwanza idara ya habari ya da Young Africans imeferi sana. Mechi kama hizi za mashindano ya kimataifa sio za kuingiza wa washabiki wa, wa bure inatakiwa ajue jinsi gani ya kuhamasisha watu waingie, walipe kiingilio. Hakuna kitu ufahari kama unalipa pesa yako kwenda kumwangalia endweli weli, unaenda kumwangalia konte, unaenda kumwangalia pako, umezuzwa eh, kwa pesa yako na jezi yako umevaa, unaona yesi, kweli mimi ni mwanachama na mi kweli mshabiki wa daa yanga Afrika, lakini unaingizwa bure kama jalalani eh? Jalalani kuna unaingia na hela wewe unatuletea ya nini? Yaani idara, yani ya habari, jifunze. Yani wale wa jamaa wanakuaga wakikutana alikamwe na Ahmed Ali. wakikutana wanakuwa yani. kama kama comedy lakini, anatakiwa alikamwe amsome mwenzake, ni anatumia jinsi mbinu gani fanikiwa wapi. anafanikiwa wapi? kwa sababu hebu angalia Simba ndani ya miaka minne haina ubingwa, lakini hajawahi kuingiza mashabiki bure. Hapa alikamwe ndio wanatakiwa kae afikirie mwenzangu anawini wini wapi, ama uongozi wake unamshawishi nini? Hapa ndio ambapo anatakiwa alikamwe akae ajitasmini, hata ni, kama sio vibaya akaona kama kwenye nafasi ile atoshi, aachie madaraka, wape watu wengine, kwa sababu inafikia hatua kwamba wewe ndani ya miaka minne wewe ndio zewina katika, katika taifa lako wewe ndio bingwa. Kwa nini unafikia hatua mechi kama hii nyote, uongozi, mashabiki Mashabiki, viongozi wote mnapata pesa kwa mechi kama hii ndogo. Shukran sana. Ah,